Kwalengo mojatu nakua kwa lengo moja tu. Wakati tunaimba tenzi andiko imba tenzi anasema hakuna, wimba tenzi anasema hakuna dawa ya makosa, hakuna dawa ya makosa bila damu ya nani? Damu ya Yesu. Maana yake ni nini? Hakuna awezaye kwenda mbinguni bila njia ya nani? Njia yeah, ya nani mtumishi? yeah. yeah. yeah. Hakuna awezaye kwenda sehemu inaitwa paradiso mbinguni bila nani? Yesu. bila damu ya Yesu, bila Yesu, yesu mwenyewe haleluya. Kwa leo tumekuletea uchumbe mmoja tu, tumekuletea uchumbe mmoja tu. Tumishwa bwana, fungwa bibili yako, fungwa bibili yako, kitabu cha Ezekieli Ezekiel, sura ya thelathini na tatu

Asema Bwana Mungu, siku fulani, wake mtu mwovu, nakuiacha njia yake. Aishi.

Mungu afurahii mtu mwovu afe. Mungu anapenda kila mtu afikirie koba, anapenda kila mtu afikirie kuungama na, na kuacha njia bale. Mungu anatamani kuona watu wanaacha njia bale. Mungu anatamani kuona watu wanaacha bango, na ndiyo maana anamwambia Zetieri, wakawambie na watu, sifurahii kifo cha mtu mwovu, sifurahii kuona mtu mwovu anakufa. <laughs> Ndio maana Bwana ametutuma jioni ya leo mahali hapa. Wamkini umebaki na mwezi mmoja tu, wamkini umebaki na mwaka mmoja tu, lamkini injili niamusha kusikiliza leo, wamkini hautasikiliza tena injili, wamkini umebaki na siku chache sana. Ila ujue kwa sababu wanadamu hajui siku ya kutoka duniani, haujui utaondoka lini. Kwa Mungu ametutuma tukuletee ujumbe huu, na kwamba Mungu afurahi ufotie katika hali ya dhambi. Mungu afurahi ufe katika hali hiyo. Mungu anatamani ufe ukiwa umetakaswa dhambi zako. Sema ina thamani kama nini mauti ya wacha Mungu wake. Mauti ya mcha Mungu ina thamani. Mungu anafurahia kifo cha mtu mwenye haki. Mungu anafurahia kifo cha mtu aliyetubu. Mungu anafurahia kifo cha mtu

Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maandiko yananiambia kwamba mbona mnataka kufa, enye nyumba ya Israeli? Geukeni, geukeni mgahili, mwache njia zenu mbaya Ndio. anaendelea kusisitiza hayo akiambia watu wagaili wawache njia mbaya Ndio. waache njia zisofaa Ndio. waache njia si mpendeza Mungu, watu wageuke, waache maovu waache kutenda dhambi wamgeukie Mungu aliye hai. Ndicho anachokimaanisha akiwaambia watu wageuke, wanyeuke lishemtumishwa ban. Ndio, ukisoma lile fungu, wakati mtumishi wa Bwana akiwa zima kwanza, hiyo mike akiwa anabadisha beti. Ezekieli 18:31 inasema, tupilieni mbali nanyi makosa yenu yote mliyo yakosa, jifanyieni moyo mpya na roho mpya. Mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? Maana mimi sikufurahi kufa kwake afaye, asema Bwana Mungu. Mungu anatamani watu wagairi wache njia zao mbaya, wache maovu ili wapate kuishi, kwa sababu hafurahii kifo cha mtu mwovu, hafurahi mtu mwenye dhambi afe. Na ndio maana leo tumekuja, ewe mwana wa Kazegunga, ewe Mtanzania, ewe mtu wa Kigoma, tusikilize. Amina. yamkini goya kwamba wakati uliokuwa unauchezea wewe, ulikuwa wakati wa samani kwako, ulikuwa wakati wa matengenezo, ulikuwa wakati wa toba, ulikuwa wakati wa kugeuka, ulikuwa wakati wa kuacha dhambi, wakati wa kuacha njia zako mbaya. Ndio maana mimi nasema ghairini, mkaishi. Mbona mnataka kufa? Ndio maana ukisoma kitabu

Watu wajinga, wajinga msio na ufahamu, msio na ufahamu, ndio na macho, ndio na macho